Halo eh, nilifika pale kwa Rosta, nimemkuta Rosta anakabwa na, na nitueni ambayo simfahamu kabisa. Mimi ni mama mwenye nyumba yake Rosta, ambayo ulinilipia hela ile siku. Saa hivi niko nyumbani tambani, maeneo yako na baa hivi Eh. Ukifika hapo kona baa hapo, ukiulizia ukiuliza kona baa hapo, wakikuelekeza nitakufuata mi hapo hapo, sawa

Kwani imekuwaje ile siku ambayo nimefika pale kwa Rosta nikakukuta wewe. nikakuona kabisa wewe na pesa nyingi, kwa sababu inilipia pesa ya kodi, nikaona sio vema, bora na mimi nijiweze kunisaidia, kwa sababu nina matatizo yangu huko nyumbani, ili niongee na Rosta na lakini nilipofika pale nah. nilikuta kitu cha ajabu sana. na mtu ambaye simfahamu kwa sababu alikuwa ameshajifunga kitu usoni ambayo yani sikumuelewa ni mtu aina gani. Kwa hiyo alivyomaliza kufanya lile tukio akaamua kumbeba na kutoka naye nje. Na, na mimi ndo nikakurupuka kukimbia. Ndio nikamwona nilipofika nyumbani nikaona bora nikupigie simu nikueleze. Basi sawa, naomba tutuende huko nyumbani nikaangalie. Sawa, mimi nimekuelewa, twende. Haya mataseka, kila mzeu anataka furaha aipate kwa muda na kwambwa, ila sio kwa ubaya kwamba mimi sina makosa. So Maraika na kosea mwanaume anataka furaha aipate kwa muda na kombeo, ila sio kubaya, sio kama sina makosa. Vipi, unaweza kunipa marejesho? Sikia, kazi yako mimi nishaimaliza nanishafanya kila kitu. Kwa hiyo mimi nakusikiliza wewe. Hongera sana kwa uchokifanya. Kwa hiyo wewe subiria tu kwa ajili ya malipo na vitu vizuri vitakuja. Kwa hiyo ni kitu gani ambacho kinafuata sasa? Maana nishafanya kila kitu. Labda tu niambie mwili wake umeutupa wapi? Mwili wake mimi kuna sehemu nimeenda nimeutupa, chini bondeni kulima makolongoni kwenye maji. Kwa hiyo utazamia ndani ya maji mwisho wa siku utapotea kabisa, so katika hilo ao. Bas, jambo jema. Na vipi ulivyoenda kuutupa mwili, hakuna mtu yoyote aliyekuona? Hiyo hapana, sijaona mtu yote ambaye kaweza kuona ile tukio. Okay, sawa, ila ningehitaji kujua pia ulivyokuwa umeenda kwake kumshambulia, hamna ushahidi wote wa siri ulioacha? sikumbuki kuacha chochote, ila yeah. Nimeshakumbuka nimeacha simu. Simu niliacha mwe ndani. Simu yake. Sasa kijungu, huoni kama huo msala ushasababisha? Unavyoenda kufanya matukio kama hayo unatakiwa uwe makini sana. Unavyoenda kufanya matukio afu unaacha vitu vya muhimu kweli? Nisikilize, usitaki kunilaumu. Saa, mimi ni binadamu nasahau. Kwa hiyo hapa cha kufanya, sio kulaumiana. Ni mimi kwenda kuchukua ile simu tu, basi. Ah, ah wewe, kwa kwenda sio kweli. Kwa sababu uko ushafanya tukio afu unataka kurudia kitu ambacho kiwezekana. Labda tu kinachotakiwa sisi kwa sasa tuwe makini sana. Okay, haina noma. Ila mimi nina wasiwasi sana kama ile simu anaweza kutumia kama ushahidi. Alafu mwisho wa siku tunaweza tukaingia kwenye matatizo. Mm, hapana ndugu yangu, kuhusu simu ndio itusababishia matatizo, sio kweli. Alafu hata hivyo mimi nitajua namna gani ya kufanya ili mali tuizime hii kesi. Okay. Haina noma. Okay, Aina, ndio tunatakiwa, tuwe makini sana.

Mama, umempeleka wapi Rosta? Swali so gani hilo la kijinga unaniuliza hapa? Mama, hilo sio swali la kijinga. Na, so, so, so, na nafikiri umeelewa ni kitu gani na maanisha. Naomba unijibu umempeleka wapi Rosta? Haya sawa. Rosta nimemfukuza na hivi tunavyoongea. Nimeshamtuma mtu ameshampeleka Mbeze na amempandisha magari ya kwenda kwa mkoani. Mama, kuna mtu amenipigia simu kwamba Rosta nyumbani kwake kuna matatizo. Nimeenda Rosta katekwa, hayupo, lakini hii simu nimeikuta. Mama, najua kabisa kwamba wewe umehusika kwenye hivi kwa sababu simu ya Roste nikiangalia, namba ya mwisho kuwasiliana naye ilikuwa ni namba geni, lakini kabla ya hiyo namba, wewe ndio mtu ambaye uliongea na Roste. Kwa hiyo mama, ni wazi kabisa kwamba wewe ndio mhusika. Hepi, mbona sikuelewa unamaanisha nini? Nilichokueleza ndio nilichokifanya sasa sijui unaongea, sijui unamaanisha nini. Hapana mama, mimi nakujua vizuri sana, roho yako ilivyo, tena kwa hizi plani zako ambazo upo nazo, we haushindi kumuua hata huyo Rost. Hepi, hayo mambo ya kumkaba yametokea wapi? Mimi ninachokijua nimemtuma mtu aende akamsafirishe rost aende kwa, na hivi tunavyoongea, huenda ameshafika huko alikokuwa anaenda. Sasa haya unayaongea we mimi siyaelewi, mbona wa umetoka wapi? umetoka wapi? naongea na wewe na, mbona una wasiwasi kama hivyo mama? Kwa nini kinachoendelea? Mimi mbona siwaelewi, famu binti yangu mimi mwenyewe Hepi simuelewi. Emnenda ndani ukapumzike Mama. Kwa hizi drama zako zinazoendelea ni wazi kabisa wewe umehusika kwa kila kitu, na nikipata ushahidi kamili kuhusu hili nitasahau kabisa kama wewe ushawahi kuwa mamao. Sio rahisi kama unavyozani. Sio rahisi utazani ni utani. Hmm. Jicho linapokwa na ukungu kufosi kutazama Chaguo La Mama Kwa nini wewe unamhisi mama kwamba moja kwa moja amefanya hili tukio hivi? Unajua, ukijaribu kuangalia matukio, ukijaribu kuangalia vitu vinavyoendelea mle ndani na hii situation ambayo imetokea, ni dhahiri kabisa mama anahusika kwa namna moja au nyingine. Yaani kama mama ndo amefikia huko basi kiukweli hii sasa imesha kuwa changamoto kubwa sana kwa sababu yule mtoto hana makosa yoyote, hana kitu chochote kile ambacho anachokifanya, maskini ya Mungu. Kwa nini sasa maamua kwenda kumfanyia katili kama huo? Haoni kama atakuwa anamkosea sana naoni, na kwamba atakuwa anapata dhambi nyingi sana mimi? Nafikiri unamjua vizuri sana mama yako, akiwa anataka jambo lake yupo tayari kufanya chochote kile, imradi mipango yake iende sawa. Sasa hapa mimi nahisi cha ja kufanya nitatulize sana akili yetu ili mradi tujue ni kitu gani cha kufanya. Lasi hivyo mimi naona kabisa, ili jambo linaenda kuwa gumu zaidi hapa lioku. Kama una kitu chochote cha kufanya ama una wazo lolote, basi ni bora unambie, tujue tunaanzia wapi. Mimi mwenyewe kwangu sijui cha kufanya, ila sasa hivi hapa nishamuita Fami tayari. Anakuja hapa nizungumzie naye. Mimi nina uhakika, mtu kama amefanya kitu, katika kujieleza kwake unaweza kugundua kitu kwa nataka nizungumze na baada ya hapo nitakupa mrejesho ni kitu gani kinaendelea. Yaani hapo umefanya jambo la maana sana. Kwa sababu Happy yuko karibu sana na mama. Naamini japo kwa asilimia chache kama mama kule amehusika na ile tukio, fanya atakuwa anajua. Na kwa jinsi anavyokuogopa, yaani ukimbananisha vizuri lazima tu ataongea. Kwa hiyo atakapokuja hapa mimi nakuomba sana. Yaani uongee naye kwa makini sana. Ukigundua tu chochote tayari ile jambo linaweza likawa rahisi. Tutajua ni wapi pa kuanzia. <sighs> Ni lazima tumpate, tumombe tu Mwenyezi Mungu atusaidie kwenye hili, maana sisi peke yetu sidhani kama tutaweza. Sawa basi, wacha mi oh, nikuache baadaye. Basi oh, sawa, wacha mi mimi nimsubiri. Siyo rahisi kama unavyozani, siyo rahisi. Utazani ni utani pale. Hmm, jicho linapokwa na ukungu

Hilo sio swala. Kikubwa tu makubaliano. Na kingine pesa iwe mkononi, hata okay, yeah, yeah, kama itakuwa imepungua kidogo. Ngoja nitakupa a. Angalia, usizungue. unajua hii ni biashara nilivyokuambia sasa sana. Sijui kama nilivyokuambia. Naomba unifuate huko bondeni uliponileta huko. Okay, sawa. Sasa. Okay. Nimekuita hapa kwa sababu mazungumzo ninayotaka tuzungumze sikutaka kuyazungumzia nyumbani. Nataka unisaidie kitu. Naomba uniambie kama kuna kitu chochote unachokijua kuhusu Rost. Hmm. Mimi kuhusu Rost kwa kweli sifahamu chochote kile. Sawa. Kama kuna kitu chochote utakuwa unakifahamu na hautaki kusema, basi jua itakuja kuingiza kwenye matatizo makubwa sana kama kuna kitu unakijua ni bora uniambie kwa sababu mimi nimeamua kwanza kulifuatilia hili swala ya kifamilia kabla hatujafika mbali. kwa sababu nahisi kabisa kwa namna moja ama nyingine nyie lazima mtakuwa kuna kitu mnakijua. Yaani huo ndio ukweli wangu wa Mungu kabisa. Sina ninachokijua kuhusu Roster. Yaani sina kabisa. Mimi kuhusu Roster sikifahamu chochote kile. Alafu mimi Roster ni mwanamke mwenzangu. Kwa hiyo hata kama kuna balaa lolote limemkuta, siwezi kukaa kimya hata kama namchukia. Ni kweli kabisa, yani sina anachokijua mimi kuhusu. Unajua wewe ni binti mdogo sana, e, mjaribu basi kukaa mbali na mama yangu. Yaani unajua, mimi naumia kwa sababu naona wewe unaenda kupotea. Umri wako uliokuwa nao sasa hivi ni ulikuwa ni umri wa wewe kukaa utengeneze maisha yako. Yule ni mtu mzima, ana maisha yake tayari, anajiweza, ana mali zake, that means chochote kitakachomkuta yeye eh, anaweza kujisimamia mwenyewe mi na kushangaa, wewe unatumiwa, unapelekwa pelekwa tu na mama. Mtu mzima kama yule, na ana maisha yake. Na kitu kingine em jaribu basi kukaa mbali na Mahi kwa sababu kuendelea kumfuatilia Mahi kumgandaganda, unapoteza muda wako, lakini pia itakuja kuingiza kwenye matatizo makubwa sana ambayo hata wewe mwenyewe utaweza kuyasolve. Hebi, mi nakuheshimu sana na iko kitu unachojaribu kuniambia eti kuwa nikae mbali na Mahi, kitu ambacho hakiwezekani. Yani mimi binafsi yangu siwezi kabisa Ukaa mbali na mimi. Kwa kweli utanisamehe, sitoweza sawa. Lakini kuhusu swala la, la roster, kama haujui, kwa sababu wewe ndio mtu wa mwisho ambaye nilitaka kusikiliza. Sasa inabidi hii kesi mimi niipeleke kituoni nikafungue mashtaka. Kwa hiyo hii kesi itapelelezwa kwa hali ya juu, kwa sababu nitaisimamia mimi mwenyewe. Sasa ikija ikitokea wewe unahusika kwa namna moja ama nyingine, tusilaumiane na wala sitokuwa na huruma na wewe hata kidogo. Okay, sawa, mimi nimekuelewa, na nikutakie kazi njema. <muchasimilis>